Endelea kutengeneza timu yetu, na kuna mtu tunakuja kumlipa hiki ambacho umetufanya leoau KMC, tayari ushambomoa nisha maliza, so kinyonge. unajua, unajua, unajua sisi tulitaka tuwaonyeshe watu kwaliti yetu. Alikamwe mwanzo alikuwa ni mchambuzi Mge, mgempa au upupu, unajua kidogo umeishia ume getini ulimwagika pale getini, lakini ilikuwa ni ni, almanusura hmm, ilikuwa ni almanusura. Vijana wamecheza mpira mzuri, dakika 10 za mwisho ulikuwa ni mpango kazi, afu kidogo leo ameamka, alikuwa na umu manake Boka, afu unajua kocha alikuwa na akili. Tunakumbuka ile mechi ya kirafiki tumecheza hapa, alicheza hmm, na Boka, matokeo yalikuwaje? Ah, mlishinda mbili moja kwa bahati bahati. oh, leo mwalimu akaona, da, mtoto akaingia Boka watamzomea hapa sasa hivi. Kwa hiyo wakambadilisha position, Shabalala akabaki kule, Boka akaenda juu oh, hata ukienda kumuliza Shabalala sasa hivi, yule kijana vipi? Ananuka damu ya, ya, ya, ananuka meno ya kungata watu eh, shingo. Yaani bado anatamani kuwangata watu, Chuga. Afu unasema unamjua Chuga, unamjua wewe? sio huyu wakati mimi nachukua leseni B ya kafu timu ambayo tulikuwa tunaifundisha pale Tanga, Chuga alikuwepo. Sasa Chuga leo, na hiyo ni tofauti, ni version mpya kaka, kwa sababu mkuta mimi nishampika najua. Hai, kwa... version mpya <laughs> lakini sikiliza, uh, niseme sikiliza ndugu yangu, manyara mbali, nipo mjini kaka timu inaondoka, unalao nipo mjini, ndio wale kumi niliosema nabaki kusherehekea. So kusherehekea, kuna mipango tunatengeneza, mipango mingine timu unaiacha o, timu anabaki, nabaki na timu yangu, tunatengeneza mifumo. Kwa mbuzi umeisha taifa tena hizo tuia yaani, wewe content yako dakika mbili hawana. <laughs> <laughs> Maswali Da, mmenisikitisha sana, pole sana sani, ndo ndo unakomaa, memfunga unakomaa, waio unakomaa, timu imemfunga Farabatu. Sahihi eh. Kwa hiyo unakomaa mbili? Sio, sio nyingi sana hapana. Timu nzuri kaka, nilikuwa namwambia bosi wako moja pale juu, anasema nyinyi mna bahati sana, leo tumewafunga mbili. Kaambia kaka, heshima umekutana na timu bora kuliko Farabatu. Ya kuliko Farabatu, sahihi kabisa. Watu wa Manyara kwa hapa nyumbani. Eh? eh. <laughs> Watu wa Babati Manyara, huyu ndo kioo chenu, anasema. Kwa hiyo akija hata mzungu sasa hivi atauliza huyu anatoka wapi? Anatoka Manyara. Sawa. Bwana, timu tunaona imefanya rotation kwa kiasi kikubwa lakini haijateteleka popote na imepata ushindi wake kabisa wa wamebao mawili kwa sifuri. Kwanza mi ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Uh, tumepata ushindi mzuri leo, clean sheet ya kwanza kwa Jigi Msheri Jigi Msheri eh, kapata, eh, Msheri, kapata clean sheet yake ya kwanza, amecheza leo asinki performance nzuri. Na ambacho nilikuwa na wasiwasi nacho leo ni fatiki ya wachezaji yani, baada ya zile mechi mbili za Champions League plus safari ya kwenda na kurudi Algeria nilikuwa na wasiwasi -wasi kweli leo na mchoko wa wachezaji kimwili, na mlikuwa mnaona namna ambavyo walikuwa wana struggle uh, first half angalau kucheza kwenye intensity ya juu, lakini timu kubwa always ina deliver hata kwenye nyakati ngumu. Tumekuwa na kiwango cha katikati leo, lakini tumeweza kushinda vizuri, tumepata pia na clean sheet yetu, kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Diara kuokota bado yule kukule, kule, endelea kuokota Begi la kwanza limejaa. Begi la pili limefunguliwa sasa hivi. Ah, sichezi uh, mbaya kwa Diara <laughs> <laughs> uh, unajua ana miaka mingine miwili msije mkaa ah, hey, mnaongea tu mkafikiri vipi? Sio be wa leo uh, anyway. Sio kesho. Ana miaka <laughs> uh, mingine miwili hapa yuko sana wewe. Msimu huu yeah. uh, uishe na ujao pia uishe <laughs> <laughs> dambe tu sana yuko hapa. na hasa mahaba kama haya ambayo anapewa na mashabiki wa Yanga kama hii, ndugu yangu atacheza mpira wapi? Anapenda yani, kila mtu anapenda kucheza Yanga Afrika, kila mchezaji anapenda kubaki Yanga. Hatujui mbele kuna nini, lakini yeye mwenyewe anaonyesha mahaba makubwa na club. Huyu ni mchezaji ambaye mpaka sasa hivi sisi viongozi wenyewe wa Yanga tunajiuliza, wakati tumezindua lile tawi kule Bamako Mali, huyu alichukua kadi au wakuchukua sisi? Wenyewe tunamwona anacheza kwenye hii timu, mahaba yake yako juu, kama mzee mpili hivi, anapambania kweli timu yetu. Kwa hiyo sione kama jigidiara ataondoka Yanga hivi karibuni. Azizi amekuja leo kwenye mechi, lakini pia alikuja kutembelea timu kule jimkana kwenye mazoezi, alitrain kidogo peke yake, lakini na hmm. uh, mliona kwenye zile clip eh. hmm. na neno mmoja alimwambia Shabalala kwamba kaa muda mrefu kidogo Yanga utakuja tuendeleze, jambo letu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anafanya vizuri huko aliko Wydad, lakini bado hajasahau nyumbani, bado Yanga Afrika ni sehemu yake, na anatamani eh, kuendelea kubakia hapa, kuendelea kurudi hapa, kuendelea kuitumia timu yetu. Bora maswali yenu leo marahis rahisi, maswali, maswali, eh? <laughs> <Hey, maneno sasini. laughs> <laughs> maswali ya TBC Taifa, maneno maswali ya Taifa. Nimeona nimeona clip ya kaka yangu Thabiti Zakaria lakini kitu ambacho hamjakiona nimemwonyesha mtu mmoja tu, Mwenyezi Mungu ni shahidi, huyu Jadu ndio nimemwonyesha. Nyiye mmeona akiruka kama Ronaldo su hamjaona message <laughs> aliyonitumia <laughs> nzito, nzito, nzito. Amenitumia message nzito jana akiniambia kwamba kama uniheshimu mimi yani yeye Zaka, basi niheshimu umri wake, mtu ambaye sasa hivi anaweza kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kikatiba umri ule Nikamwambia, kaka basi nimechutama, sitatoa picha wala message, lakini nimemwesha mtu mmoja kwa ajili tu ya ushahidi, baadaye itokea <laughs> <laughs> nimetangulia mbele za haki <laughs> Zaka, endelea kubisha. Jadi watautoa a wa ushahidi kwayo sili anayo Jadu sasa hivi muulizeni, a amenitumia message kwamba, kama, kama uniheshimu mimi <laughs> basi heshimu umri wangu. Na Zaka ni 55 sio 56. Sasa hivi sasa hivi ni umri mkubwa, shehe Zaka nakimbizaa na uhuru wa Tanganyika sasa. <laughs> Nika basi kaka siendelee tena yeah. Ee, nikafunga nika mjadala kwa hiyo, bwana, nimefunga mjadala. Ukitaka kujua zaka mjanja mjanja, nikaongeza na mtu mwingine pale yeah. E, kamtaja na mwenyekiti ili saa kesi iwe kubwa <laughs> okay. E, bwana tuaini kwenye mechi saa moja sasa hivi si ndio tuaini hapa katikati, kabla ligi yeah. yeah. yeah, jasimama yeah. yeah. yeah sio na haraka